Ndugu yangu kama kawaida, nani vile jina, mimi naitwa, hata watoto Sukachile Mnyama Hororoboda, eh, hata watoto e, e, e, wadogo wote wanijua. shughuli zako? e, shughuli zangu mimi sana sana ni mziki e, kuna mziki, kuna mshikaji wangu alinikabidhi mziki, ndo niko nao. DJ ama ni mtu gani? Mimi ni kama engineer. DJ wangu niko naye E, mimi ni engineer. E, funga fungafunga mawaya ringi nene, baadaye DJ wangu anapiga ngoma, lakini mwenyewe pia nikiwa ni mwanzilishi ah. E, wale watu maarufu mau superstar kwenye eneo hili wote wananijua kabisa, akina Momzi Miyama kina Juma Ndula akina e, wa Mwamba Utanga e, wale ni wanangu e, mimi nina watoto sita okay. Eh, mmoja ameolewa Zanzibar, mmoja uh -huh, ni bodaboda hapo Boda Kenya, wengine wako shule hapo rojijini. E, kwa hiyo nashukuru na no, wa kwanza ana umri gani? Mwana wa kwanza alizaliwa elfu mbili na moja mwezi wa sita tarehe kumi na tano. Eh. Abdul Razaki. Hongera sana sita si haba. Nashukuru. Hata mimi baba yangu alikuwa wakati alikuwa hajafariki alikuwa kija mjukuu yeye anachukua anahifadhi mama kangaike akija kuangalia mwanao anamwangalia lakini kumchukua haiwezekani. Wote kila mtu na mamake? Ni wawili tu Uh, mam, mii bibi zangu uh, ni wawili. Mimi nishawahi kukaa na mwanamke bubu, mwanamke bubu ambaye haongei, lakini mimi nikaishi naye paka waje. Hiyo changamoto ilikuwa tamu sana, lakini kwa watu na mimi mwenyewe nimejitolea, basi nimeenjoy paka napenda kabisa. Nimempenda kabisa paka nikazaa naye watoto wangu wawili vizuri tu, anaongea kichina mi naongea kizungu lakini mambo yanaenda. Wakati mara ya kwanza pengine mnakutana, ulijua ni bubu? Mimi sikujua niliona mtoto mzuri mrembo, lakini nilivyomwita akawa anakuja, lakini sasa ujaji wake akawa ni kitu bomba, lakini baadaye vokuja, kila nikiongea sipati jibu, kila nikiongea sipati jibu okay. Eh, yani mwenyewe tayari kwenye fikra nikajileta nikajua huyu mtu moja mitatu, basi nikaingia tayari kwenye ambaye aongee. Hebu tuambie kwa mara ya kwanza ilikuwaje? ni, ni mtihani sana, ikiwa ki, hujawahi, ni mtihani sana, lakini kwa mimi, siku kwa siku ya kwanza ilikuwa mtihani. Alikuwa mtoto wa shule, lakini vile ikaenda mpaka alivyopata mimba yangu ya kwanza Ah, basi wazazi wao akaauleta mbindembinde, lakini kwa mambo ya Mungu na mzee wangu alikuwa iko vizuri, maneno yakaisha kinyumbani, ki, ki, shule ya, ya, shule ikaisha, ikawa na, na mke wangu nyumbani mm, basi ukaenda paka tukaza watoto wetu wawili, lakini sasa tumeachana, tuli tuliachana, ndo mwenzangu alikuja akaja akaanza mchipuko wa kupenda vya vingi mimi uh -huh, nawashikaji eh, okay, wakati unaanza kuona mkeo huyo eh, ambaye alikuwa mke wako walikuwa wanachukuliaje? kuna mtu ambaye aongee bubu? Kwa jamaa kwa, kwa, kwa mara ya kwanza walikuwa wali wananiponda wanasema, wewe una, una, una nyota huna pamvu, lakini kaenda paka wakaja wakanizoea wakajua jamaa kumbe yuko vizuri. Nilikuwa ni tayari ni, nimejenga nyumba yangu room mbili na yeye na, na kajingia kwenye mkopo mfumo Kenya kakopa pikipiki. Basi nikawa na mke wangu vizuri tu, wakawa nao pia wananikubali wakimwona wanapita mtaani, uko vizuri, ashemegi shemegi kama kawaida, lakini ni ile baba baba, lakini kawa mfumo ndio huo e, huo, lakini kaja kufika mahali tukatengana. Yani story yako ni kama hey. Hey, hile, hile, hile ngoma ya Zedianto binti kizi eh. Sasa ile ile kwanza ile ngoma mimi, kama ningepata mdami ni mzuri wa kunisukuma ile ngoma ningeimba eh e, lakini mimi ningeimba kiluga e, kupata mkebubu sikutarajia na sikutegemea, lakini Mungu mwenyewe alinijalia, ninashukuru. Alimjalia, nashukuru sababu hata baba pia ngoma yake mpenzi bubu pia aliimba pia. Eh sasa umeimba, sasa wewe umeishi naye kabisa. Hiyo kwangu mimi, wale wa wale walipiga, walipiga kolabo, mimi nimeishi naye kama mke wangu zaidi ya miaka sita. Sasa mimi ndio niliona ukweli wa bubu, naishi naye vipi? Na bubu mnaweza mkaishije mpaka mkafanikisha mambo yenu? Unasema watu ambao, uh, hawazungumzi kama vile na hasira sana, ni kweli? tena asira yake yule, anaweza kudunga kisu. Mimi kuna kuna, kuna, kuna siku alinichoma kisu, alinifumania e, na mwanamke nimesimama naye, waje ni mwanamke tu, usijua mambo ya mchipuko kando. Nilijiingiza kibahati mbaya, nilijingiza yule mdada akaja akapata story, usijua bubu ni mtu wa, wa, wa, wa kusorora mbali. Akaja kanifumania naye basi, hapa hapa usijua mimi mtu wa muziki, mimi muziki sasa. Nikamwacha nyumbani, nikaanza napiga muziki mahali panaitwa duga Ngosero, nikaona napiga mziki huko. Sasa nikaona demu mwingine amekaa nyuma yangu hivi, basi wale walikuja pale, hakujali kwamba ni nani wangu, walijua ni wakwangu, alivunja vunja vitu, alinitia sana sana mpaka kuna vitu nilivyolipa vya mziki ambavyo si vyangu, nilikuwa nimechukua kama DJ, lakini tukalipa. Lakini na alama yake mpaka leo hapa hivi eh, hasira sana. Kwa hiyo mlimalizaje? Ah, tulimaliza tu hivyo hivyo baada ya kuwa imetokea ile, mimi amenitoa damu na nimeumia basi, karudia akachukua pesa zake tena na bebe bebe yake hospitali. Basi nashukuru eh, kaisha. Lakini juzi tukaachana tu wenyewe kwa uzuri, hatujaachana na ngumi wala nini wala kesi, tukaachana vizuri. Hata jana tulikuwa nyumbani kuangalia mtoto wake, basi amani tu. Bado ana hasira sana, wale ogopa mwanamke bubu, eh, mwanamke ambaye haongei ni mwanamke muda wote anaweza kukua, muda wote anaweza kukua. E, mwana kwanza hataki matani ya kumonyesha huyu nani na hamjui tangu wapo. Mwambie dadangu, anaweza akamwangalia dadako alafu akapiga na akashika njia akaondoka. Kukumbuke kazi unayo nyumbani. Haye haendi mbali, anaenda tu step kama hapo na hapo, alafu anarudi ana sasa akirudi yo finishing atakayofanya hapa, afadhali ungemfuatilia Eh, si sirudi uende naye huko na huko, lakini ni mbaya sana. Wanapenda na wana, wana kweli kweli. Akipenda bubu amependa na akiacha bubu ameacha. Ogopa wale watu eh. Na yule wa kwangu alikuwa kidogo, ha amesomasoma, basi mimi nilikuwa namfaidi sana, mara na naandikia na kinaandikia pepa lile, kilipiga macho nasema hapa. Hey, haiwezekani, narudi nyuma Najirudi, narudi moyo mpungufu, naomba samahani vizuri. Basi tunaishi siku, mezingua nawaza leo itakuwaje, narudije leo kwanza pale nyumbani naendaje? Labidi ni chukue mazagazaga kuenda ku, kama ni majisi masoda, ngifika pale yanaongea kilugha chake, lakini nami naingia mfumo wangu natoa basi ato anaisha, tuko nyumbani mpaka kwa miaka sita, ibidi uzoee ulijua kuongea naye. Yani tena yani bubu, yani ni mtu ambaye masikio haya mm, lakini macho anaona. Sasa mm, alikuwa akigeuga, aki, aki njia hivi siwezi so kumwita, lazima ni muwai, kama ndafua nakuonyesha ndakufua kama nachukua mboga, nakwambia nachukua mboga hapo. Nije yani, kuna ile, mkikaa nyumbani la babu, niambie, mara nyingi mke na mume kwa home kuna muda wa kupiga story yani, mnacheka nini? Hebu tuambie, ilikuaje? Kwa tunapiga story tena tamu sana, yani tunapiga story mpaka tunalaliana eh, yani anaongea Kichina, mimi naongea Kizungu, lakini mpaka tunafika mahali wenyewe tunacheka, yani tunakubaliana, achukua mtoto amlaza huko eh, tunageuka hivi tunapiga vitu vyetu, yani kama kawaida. Eh, okay. Changamoto yake ni mara ya kwanza ukiwa hujamzoea basi uchunge sana. Maana ana hasira ambazo anaweza kukua. Eh, lakini mkizoeshana, ah, mnakuwa mko very vizuri yani kwamba mnaishi aukish na mna yani, alafu wana changamoto kwamba unaweza ukiishi na bubu kama umemkadiria kuishi naye mnulie kuku. Kuku mmoja huyu wa kike. Mkabizi, mwambie ni wa kwake. Mimi nilikuwa na kuku baba, banda kama hili yaani nilivyoachana na yule mwanamke, kile kipato kile kikaondoka kukunao, lakini sio kama wale e, wale watu kama wale mwanangu, kama yani kama mimi nilienda huko nilienda, lakini nyuma nikajirudi, nimemwachia nini ububu, mpaka familia yangu inasema umeacha mwanamke wa nyota nzuri. Nyota. Na nyota nzuri lakini sasa hivi angalia kwenye mengi ya kwenye ah, Kini, mambo yote ni Mwenyezi Mungu. Baba, natamani yaisha, lakini yeye ameshakiacha, ameacha bubu kawaida. Akikuacha amekuacha, na yuko hapo ororo, anafanya kazi hapo ya kazi yake yakufuafua, tangisha nyumba yake naenda paka kwake na kula vizuri, lakini kurudiana kihusiano wa kimapenzi Natamani kabisa yaishe. Kwanza natamani mpaka saa hii, yani an kama naeza katokea ibilisi ama Mungu mkubwa akarushusha neema akanikabidhi mke wangu kama yule tena, naona katika mabadiliko yale badilika, mimi saa hii naona ninasonga mbele zaidi eh, lakini haiwezekani, anitaki tena sana. Kwanza ukimfuatafuta sana na kumtia hasira na ukimtia hasira ni yale, anaweza kwanza, anaweza akakonyesha ishara ya kujitia kamba Eh, sasa narudi zile sasa juu. Eh, sasa ndo narudi nyuma. Naomba samahani, namwacha akismile somoka lakini, wale sana sana, ukimletea vurugu tu, nakuonyesha ishara kwamba unaiona hii mimi, anajinyonga. Inabidi sasa na wewe urudi nyuma, ujaribu mfumo wa kumbembeleza au mfumo wa kibinadamu, basi yaishe. E hey, bwana. Stori nzuri sana eh? nzuri sana hiyo <laughs> <laughs> <laughs> Baba, hata ukiuliza hata yule mwamba yule nilikuwa nimekaa naye me, yule mwanao yule anijua sana alafu anamjua sana mke wangu eh, anamjua sana mke eh, eh, eh, wangu si bubu. Kwa hiyo mimi nitataka tu wanisaidie wanisaidie, wananchi, huyu jamaa ameishi na mkewe bubu na anataka kurudia naye na mke hataki, na mke wake ndio mwenye nyota. Je, mwamsaidiaje? swali hilo hilo ni mke wangu maana hitaji eh, hilo swali naomba lizingatie sana. Mimi nimeishi na mke wangu bubu, na nilikuwa na kuku wengi, nilikuwa na mbuzi nane na ng'ombe sita, lakini baada ya kuachana na mke wangu ule, mimi saa hii nimebaki na ng'ombe hawa, wengine wanakufanyia wengine wana, wanapotea kuku, nimebaki na kuku wanne, banda zima kuku sitini na wote wengine wamekufa, saa nimerudi kwenye umaskini. Kwa hiyo usaidizi wangu nachoomba, mnisaidie nitafanyaje paka rudiane na mke wangu bubu. Mimi Suka Chile nyama kutoka Roboda MC Suka Chile mnyama kutoka Horohoro Boda, Horohoro Boda MC alikuwa na mkewe miaka sita, mkewe ni bubu, wameachana. Lakini mwamba anatamani yaishe na mkewe warudiane, mkewe hataki. Je, anafanyaje? Yuko Horohoro mpakani mwa Mombasa na Tanga, Kenya Tanzania, mpakani mwa Kenya na Tanzania. Mwamba yuko hapa, sukachile mnyama kabisa, MC kutoka Horohoro Boda. Tunamsaidiaje? Hilo ndio swali la msingi sana. Kwa hiyo kama una namna unaweza kumsaidia basi, fanya mchakato hawa bwana warudiane na mkewe, maisha yaendelee kwa ni nzuri zaidi. Yaani pia naomba Mungu kama itawezekana, katika hiyo hali ambayo inaendelea, ikipata usaidizi, ukifikia mahali kama hapo, hata mimi kuja kutoa zawadi pia. Siwezi shindwa, naweza funga mbuzi pia ngawapa eh, ama kuku

kulifatilia hili swala mpaka ndugu yangu MC hapa na mkewe, mambo yakae sawa. Mimi nami hili, ukipambana nalo Mungu mimi nami akikubali, na ukirudi kwa ukweli, utakula kuku, nakupa, nakuku, nakushikia kuku. Wanangu zimeni vyombo hivi kwanza, chinje kuku wenu na ugali, kwe, kwe sansezi, ugali. Eh, ule sembe ule Napiga ugali wenu napiga kuku wenu na ugali wenu, basi mambo yaendelee, tupambane ili familia hii ikae sawa. Asante sana, asante sana, asante sana.